Yatafanyika tarehe kumi na nane Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano, yatafanyika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa wale wazoefu mnafahamu kwamba mashindano haya mara nyingi huwa tunayafanyia katika ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center. Sasa ni nini kimetusukuma kuyapeleka mashindano haya kuyafanyia chuo kikuu cha Dar es Salaam? Nyote kama mnavyofahamu, vyuo vikuu nchini ndo vina wataalamu wenye uzoefu wa hali ya juu katika masuala ya utafiti wa kisayansi na ugunduzi wa teknolojia. Hivyo tumeona kwamba mashindano haya tuyafanyie katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, iwe ni njia ya kuwaunganisha wanafunzi hawa ambao ni wagunduzi wa changa, kuweza kuwaunganisha na wale watafiti wabobevu na wale wagunduzi wabobevu ambao wako kwenye chuo kikuu hicho ili wale watafiti na wagunduzi wa wabobevu waweze kutoa ushauri kuwasaidia hawa wagunduzi wachanga namna ambavyo wanaweza wakaboresha kazi zao za ugunduzi, na tumeanza na chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini mpango wetu kwa miaka ijayo tutakuwa tunaangalia tunaweza je tukafanyia chuo kikuu cha Dodoma, Udom, au tukaenda IFM au tukaenda chuo kingine. Hapa tunachokifanya ni kutengeneza daraja. Hawa vijana ambao ni wagunduzi wachanga eh, ambao tuna, tuna watrain leo hii, ili waweze kukua na kuwa wagunduzi wazuri, wanahitaji kulelewa. Wanalelewa na nani? Lazima walelewe na wale watafiti ambao tayari ni wabobevu katika masuala ya sayansi na teknolojia, na haitaishia hapo kinachohitajika pia ni ushirikiano mkubwa kati ya hawa watafiti, serikali pamoja na wamiliki wa viwanda. Uzuri kwa upande wa serikali unapata sapoti kubwa sana, kwa sababu programu hii pamoja na kuwa na wadhamini wakuu wa hii programu ambayo ni Karimjee Foundation pia inasapotiwa na taasisi ya serikali ambayo ni Tume ya Sayansi na Teknolojia n yani COSTECH. Kwa kuona kwamba programu hii ni ya muhimu sana, serikali nayo inalitambua hilo na ndio maana nayo inatoa udhamini katika mashindano haya, na tunachokiona ni kwamba sisi kama nchi, sisi kama nchi, hakuna njia yoyote ile, tuna tuna mipango mizuri ya kimaendeleo, lakini mipango yote hiyo ya kimaendeleo ambayo imewekwa katika sera ili iweze kufanikiwa hakuna njia yoyote itakayoweza kuifanya mipango hiyo ifanikiwe bila kuwekeza kwa vijana, bila kuwekeza kwa vijana wakaweza kufanya sayansi teknolojia, pamoja na ugunduzi. Chochote kile kitakachofanikishwa kwa miaka kumi ishirini ijayo kitafanikishwa na kizazi hiki ambacho leo hii kiko sekondari. Tunakiandaa vipi kizazi hiki kiweze kufanikisha yale ambayo tumeyaweka katika sera na dira za maendeleo ambazo tumeziweka, ni lazima tuwe na vijana ambao wamesoma sayansi, na hiyo ndio njia pekee itaweza kutupeleka hizo huko. Na tunaona mifano dhahiri katika nchi zote zilizoendelea, unakuta uwekezaji wao kwa vijana katika sayansi na teknolojia ni uwekezaji mkubwa sana, kwa sababu wanatambua kama ni maendeleo ya nchi, ya nchi yanategemea vijana. Hivyo na sisi young scientists

Ninafuraha kuwa hapa leo kusherekea miaka kumi na tano ya mafanikio ya Young Scientist Tanzania. Ushirikiano ambao uko katika kiini cha dhamira yetu kama Karimjee Foundation. Familia ya Karimjee inafurahi kutimiza miaka mia mbili tangu ilipowasili katika fukwe za Zanzibar mwaka 1825, ambapo imekuwa ikifanya biashara lakini pia imekuwa ikiwekeza kwa jamii wa kujenga kwa mtazamo wa muda mrefu na wa kutoa kwa ukarimu. Ni urithi ambao haujajengwa tu juu ya mafanikio ya biashara, bali pia juu ya uwajibikaji wa dhati kwa jamii ya Kitanzania. Ningependa kujikita kwenye kazi tunayoifanya kupitia ka RMG Foundation na kwa nini jukwaa hili la YST limekuwa sehemu muhimu sana ya simulizi yetu. Tangu mwaka elfu mbili ishirini na kumi na mbili imekuwa mdhamini mkuu wa YST ikisaidia kazi muhimu ya kulea kizazi kijacho cha wana sayansi na watatuzi wa matatizo hapa Tanzania. YST sio tu mashindano, ni harakati ambayo imefika kila mkoa na kila shule, ikiwezesha wanafunzi kutimiza ndoto zao, kuchunguza na kutengeneza suluhisho kupitia sayansi na teknolojia. Tulipatiwa scholarship na Karimjee Foundation, of which imesaidia katika masomo yetu mpaka sasa. Mimi ni mwanafunzi wa Chemical and Process Engineering, nasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam na, na imekuwa ikinisaidia kuanzia mwaka wa kwanza mpaka sasa, niko mwaka wa nne katika mambo yangu yote ambayo ya yanayohusika ya na chuo, ikiwemo malazi na bima ya afya, chakula pamoja na makazi as overall winners tuli, tuliweza kwenda nchi mbalimbali ikiwemo South Africa na Ireland kwa kusaidiwa na YST pamoja na Karimjee Foundation, where tulienda tu, tuliweza kushiriki kwenye mashindano mengine ya science na tuliweza kuitangaza kui project yetu na kushirikiana na watu mbalimbali ambao tuliwakuta kule. YST na Karimjee Foundation imetusaidia kukutana na watu tofauti tofauti ambao wanahusiana na, wanahusiana na sekta ya science na teknolojia ambao na, tunashirikiana nao na kwenye kuiendeleza hii project yetu. Project yetu inaitwa Exploration of salt content from local hub called Bigiri to make animal feed. Project hii inalenga kwenye kilimo hususan kwenye mifugo natengeneza chakula cha mifugo ili waweze ku, kukua vizuri na, tuweze kupata mazao mengi ya kwenye ufugaji. Project hii imekuwa inspired na mazingira ambayo tulikuwa tunaishi shuleni Dodoma, shule yetu ipo kijijini kidogo na mazingira hayo, tulikuwa na wanyama walikuwa wakipita hapo, lakini walikuwa wanapendelea huo mmea ambao unaitwa mbigiri. Huo mmea una, una majani kwa una, una majani na miba kwa ambao wanaofahamu So, curious, curiosity ndio imetufanya tufanye hiyo project kwamba kwa nini hawa wanyama wasile majani ya kawaida ambayo hayana miba wakafocus na huu mti wenye miba. Tukafanya experiment pamoja na mwalimu wetu, Mr. Sells Ibrahim. Tukafanya quantitative analysis pamoja na qualitative analysis ambao tumegundua kwamba mmea ule una kiasi kikubwa cha chumvi; about asilimia nane ya mmea ule ni chumvi, na chumvi hiyo pia tulifanya, tulienda zaidi tukafanya experiments kujua kwamba Chumvi ile ina sodium ina chlorine ina sulfate ambazo zinasaidia kwenye kubalance, inasaidia kwenye balance ya mwili wa, wa mnyama ikiwemo ng'ombe, mbuzi, kuku. Kwa hiyo the project is very crucial to to the society as the Tanzanian society, many of us ni farmers na, na wafugaji. Kwa hiyo tunategemea kuiendeleza hii project baada ya kumaliza masomo. Nategemea kumaliza mwaka, mwaka huu mwezi wa saba. Kwa hiyo nategemea nikimaliza nitakuwa na muda mrefu wa kufanya project yangu pamoja na mwenzangu Helmina Mati ambaye ameshamaliza, tutaendeleza hii project yetu. so we are very grateful to to have the sponsors, na YST kwa kutufungulia milango through YST na Karimjee Foundation tumeweza ku, mimi binafsi sikuwahi kupanda ndege before, nimeweza kupanda ndege, nimeenda South Africa, nimeenda ku Exhibit my project. Na huko nako niliweza ni kushinda prize nyingine pia nimeweza kwenda Ireland. So, I'm very grateful to to be the family of YST and Karimjee Foundation. Kwa niaba ya mwenzangu pia Salman Yawadhi Adam tulishiriki YST mwaka jana katika kipengele cha computer science and technology na tukafanikiwa ku, kuwa mshindi wa pili. Uh, kupitia YST imeweza kuniwezesha kwamba Una, na ile mtu unapo una unapokuwa unaandaa project basi unatakiwa uandae project ambayo inakuwa ina tija kwa ajili ya kwenda kusaidia jamii. Project yangu ilikuwa ni in, in project yangu ilikuwa ni mahususi kwa ajili ya kusaidia uwekaji wa akiba uwekaji wa akiba uwekaji wa, uwekaji wa, wa akiba na matumizi kwa watu ambao, pia ilikuwa inatumia teknolojia ya akili mnemba, yani artificial intelligence. Kupitia ile project baada ya mashindano stili ilizidi kunipa hamasa na kuweza kuifanyia kazi ambapo baada ya kuingia chuoni ya FM niliweza kuiendeleza na hatimaye nikafanikiwa kushinda, nikafanikiwa kushinda mwaka huu mwezi wa pili tarehe moja nikaa awarded Arusha as a young developer program of the year ya kitaifa katika tuzo ambazo zinatolewa na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Hii kwangu ni hamasa kubwa kwa sababu ni, ni katika juhudi ambazo zimenionyesha kupitia YST kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa tukifanya tu project kawaida bila kuangalia ni vigezo gani ambavyo ukiwa unatengeneza bunifu yako itaenda kusaidia jamii. Kwa hiyo, katika mfumo ambao nilikuja nikauendeleza nikagundua a kwamba katika moja ya changamoto ambayo inatukumba jamii nyingi za Kitanzania ni katika swala la uwekezaji. Kwa hiyo, nikatokea katika kuweka katika akiba mpaka Kaja katika uwekezaji ambapo kabadilisha jina la project kwa inaitwa Net Asset Value Forecasting for UTT funds, ya kwamba hii itaenda kumsaidia mwekezaji anapokuwa anaenda kuwekeza kiasi chake cha pesa, basi anajua kabisa makadirio baada ya muda fulani anaweza kupata faida kiasi fulani, na kupitia project hii ime, imenipa wadhifa mkubwa kitaifa pamoja na kimataifa ambapo pia nikafanikiwa kuchaguliwa kama kiongozi wa African Youth Internet Governance, yani jukwaa la vijana mtandao wa Afrika, ambapo pia jadili mbali mbali na tunajadili maswala mbalimbali kuhusiana na uwekezaji, jinsi gani mtu anaweza akafanya uwekezaji na uwekezaji ule ukampa tija, lakini pia nikafanikiwa kuwa kama UNDP ambassador katika katika upande wa innovations lakini pia African for youth climate katika masuala ya, ya kuhamasisha ma vijana kuengage katika ICT, ICT pamoja na innovations. Shukrani nyingi sana naomba nisipeleke kwa YST pamoja na Karimji, kwa sababu kupitia mashindano ameweza kutuwezesha si mimi tu, bali wanafunzi wa sekondari kwa ujumla yanatupatia uwezo kwanza wa kufikiri wa kufanya research wa kufanya research ili kujua bunifu gani tunaweza kuja nazo ili kuweza kusaidia jamii zetu.